Unataka kukuta ile sufuria unajua nani kaliweka? Wewe nawe. Awe nani kama sio waha? Ana tabia kutembea tembea na vyombo. Hii itakuwa limemdondoka. Si unaliona jipya kabisa? Ai, wewe kukuta kukuta tu masufuria ya wapi? Eh, mbona? Jipya kabisa. Haijatumiwa hata siku moja. Tatusaidia ili tondoke bwana. Nisikilize mayo wangu. Endapo mlango ukifunguka tu, lazima nikunywe supu <laughs> nikule supu. Wewe mm, wewe sio kama mdomo sana wewe. Sasa endelea kunengeneka, ngoja mlango ukifunguka <laughs> wewe. Vipi Mzee Mandinga, kuna vitu unaweza kaagizwa kufanya ukafanya bila shida lakini kwa hii baba nongwa, yani kifupi ngondo, nginginganga. Nicho kikuta huko, yani sijui nikiwekeweke vipi. Eh? Mimi kweli nimefika pale, nikaingia safi bila shida. Nikaanza kutafuta hiyo sufuria. Kati ya kutafuta tafuta, Mala katokea kitu pale yani hata sijui nikiwekea jani. Ah, mimi nikasema mimi mwenyewe mtoto mdogo, nisije nikafa. Mimi mbio. Katika kukimbia ndo nakumbuka baadaye kwamba nimesahau kinga yako. Baba, niko chini ya miguu yako. Mbona nisamehe?

Anasemaje? Mganga amesema turudi. Turudi kwa nini? Na wakati mimi nimeshaaga nyumbani kwa, tunaenda kwa mganga. Amesema tusisogee mbele hata hatua moja, kama unavyoona, hiyo ni dawa tume. Pumbavu kabisa, pumbavu kabisa, pumbavu kabisa! Wewe pumbavu, sikiliza nikwambie Huwo puzi wako ulionieleza mimi sijauelewa hata kidogo, hata kidogo, puzi. Wewe unataka ulete mchezo sasa? Basi nenda hadi nyumbani kwenu kavae nguo za kawaida, alafu sasa uniletee na kinga yangu. Kinga yangu? unaitaka kinga tena baba? Sitakufa mimi mwenyewe bado mdogo baba, tutafuta njia nyingine Unataka dawa eh? Nitakumwagia upupu wewe, nitakumwagia upupu wewe. Nahisi kama unijui, unijui vizuri wewe mm. Sasa ngoja ningeneka, sasa ngoja nikuonyeshe umbavu. Tukijaribu tu kusogea mbele itatukuta matatizo makubwa, hivyo ameshauri turudi. Wewe nenda nyumbani, na mimi naenda nyumbani, tutawasiliana. Ah, usiende huku, turudi. Utaenda kukunjia kule mbele. Mbona kitambaa kichwani? na hiyo mkononi si elizi hiyo? ndugu yangu ilizi basi isiyo ilizii bosheni tu nilikuwa nimetoka kidogo nilikuwa kuna show mta wakati pale hapa madebe hapa budagala ko kidogo nikaenda kuyarudi angalau nipate chochote kitu si unajua tena kaka yako talent ipo kaka tangu kuzaliwa kwangu sikuwahi hata siku moja kushuhudia ukidansi. Iweje unaniambia unatoka kwenye dansi? Ndo hivyo ndugu yangu, si unajua tena kutapatapa, kuingia angalau upate chochote. Kulikoni na wewe, gongoni begi kononi, sufuria unahama? Hapana, hili begi nitaka nikafue mtoni, lakini nimehairisha, si unaona hali ya hewa yenyewe. Na hili sufuria ni zawadi ametuletea. Yako mimi nipo ndani mia na saba. Karibu sana Sumbawanga, pia pole na safari. Wewe ni nani na umejuaje namba yangu? Najua umeagizwa na babu yako. Babu yako kaniagiza nije nikupokee mimi. Ah. Kumbe ni mjukuu wa Bi Chokochoko. Ndio. Hii ni daubini ya babu. Na amesema muijazie upupu. Maana kuna watu wanamsumbua sana. Hii hapa ni kinga yake, na amesema muiongezee nguvu mara kumi yake. Ah, hii hapa sasa. Nisubiri hapa na hautochelewa. Sitochelewa. Aya. Kimegeuka okay, mm. Wa kwanza anakuwa wa mwisho, wa mwisho anakuwa wa kwanza. Upupu za miangu sasa kumwagi. Darubini. Kinga. Kinga. Nguvu, nguvu hizo za kwio Damkubwa, Damkubwa. Kusalimia shikamoo au, basi hoja nijisalimie mi mwenyewe. We shikamo Damkubwa, mi nilikuja kukusalimia tu lakini pia kukuona. Ah, umekuja kuniona Mi najua hujaja kuniona ila wametuma vitu ulivyovisahau, ndiyo. Adam Kubwa, nahitaji msaada wako, kamba unisaidie, maana kile kizee, mimi sijui kama kitatia cha salama, kitanipiga upupu huo. Akikinipiga upupu mimi siwezi kuvumilia, najiona kabisa huyo makablini Mboni Saidi, sasa kwa taarifa yako hivyo vitu mimi sina hapo, vipo kwa baba shavituma. <coughs> Viko nyumbani anavyo mzee. Kama kwa hiyo, kama unavihitaji nenda kamaone kama Ramazani kama sio mimi <coughs> dadangu, chonde, chonde. Ujua mimi mwana kwenu mimi Nisaidie, bado naupenda ugali, takufa mimi upupu, shida upupu. hey. mi sina msaada na wewe. kama unahisi labda utapata msaada kwangu, mi sina msaada na wewe. Afu kitu kingine, usisahau ukamwambia hata mkuu wako kuwa tunayemfuatilia na macho mengi sana kila sehemu. Kwa hiyo kila mnalolifanya, naliona, nalisikia, naona, naona kabisa kwa macho yako. Ona hapo, ona na hapo. <laughs> <laughs> <coughs> Mzee Mandinga. Balani ile ulifanya huko bonge la balaa, nimefika paka pale, kamkuta yule binti. We njoo hapa! Akaja hajakaa sawa kofi, hajajitengeleza kofi, but akaanza kuniomba msamaha, baba yangu mzazi nisamehe, nimekosa mimi, sirudii <laughs> safi sana, safi sana <tie> Mzigo uko wapi? Mzigo Mzee Mandinga, eti kasema kavituma kwa babake jini. Yaani, vyu mbavu kweli, yani wewe ni mjinga ya. weni mjinga, eh? mjinga. Ko yale maneno yote yale kumbe ni porojo tu. Buzi kweli wewe umenikela, ha. kamata huyo kuku, nenda naye nyumbani nisubirie, mimi naenda kutafuta utaratibu wa kufungua ule mlango. Kamata kamata! Wewe mbona ana manyoya ya shingoni? Wewe chata kelele Wewe usinipande kichwani, kama uchizi umeanza, nenda huko milele. Alafu mi na mambo mengi, usinipotezee muda. Neema, wewe mwenyewe unajua kabisa kwamba mimi mzima, acha ila shida mtimanyongo, unajua kabisa kwamba mimi nahitaji wewe. Nikubalie basi, alafu kitu sichokijua mimi, sipendi. Naona fukara kama wewe, napenda naona nywele zao. Kwa hiyo unapenda, unapenda pesa e? vitu vyako yani vitamu vitamu e. leo sijaja hivi hivi, memwona huyu huyu anaitwa Chicken

Amani, ah, nimekanyaga mimi upupu, na uo na uo a mama yangu wanirudishe kuku naye anachelewa. ah, ndio unazidi kwenda babu. Babu Emsubiri <blogu> hapa. Babu, umeona nimechelewa sana mpaka umenifuata Sumbawanga? <totit Yangon> umesema hapa ni wapi, babu kn uliniagiza wapi? siliagiza Su, sumbanga kwa bi chokochoko. nimekutana na mjuku wake nikamkabidhi yule mzigo, akafanyie manuva kisha niletee hapa. Ndio maana nilikuwa nimesubiri pale. Sasa nashangaa kukuona, au babu nimechelewa sana? b kabisa! Mpuzi wewe, we ni mjinga! Umeanza kuchanganyikiwa, sk umeanza kuchanganyikiwa siku hizi, si ndivyo? umeanza kuwa mwewe kwa hapa ni simba wanga. <gulia> kwa hiyo hata umeshinda kugundua hiyo nyumba ya nani? Hiyo nyumba si ya mzee William hapo, na kila siku uwo unapita hapa kila siku unapita hapa. Aya, kumbe nipo karibu tu na nyumbani. Hii ni nyumba ya tatu kutoka nyumbani kwetu.